Juzi saa sita na dakika kama ishirini hivi nilikuwa nimetoka dukani nilikuwa nimeenda kununua vocha ili niongeze bando ni, ni daulodi faili moja kwenye kompyuta kwenye vinitumia. Sasa muda ulipo umeenda, kwa sababu kuna duka moja pale, pale soweto walinabaki mpaka saa saba wanakuwa wako wazi, unaona basi ile yes, saa sita na dakika 20 natoka, nimerudi nyumbani kama kawaida. Sasa nyumbani kwangu mimi kuna kichochoro, eh. kuna nyumba, kuna nyumba. Sasa, wakati naenda nyuma kuna mtu akawa na ananifuatilia. Sasa mimi nilijua yule ananifuatilia ni ni mmoja kati ya vijana wanaokaa ndani, kwa sababu kuna geti ambalo, kabla kuingia ndani, kuna geti ambalo lazima nifungue ni mlango alafu niingie sasa akawa nakuja haraka haraka nikajua ni vijana ambao mmoja kati ya vijana wanakaa mule ndani, kwamba nikifungua naye apate fursa ya kuingia asisubiri tena kugonga tena geti. Basi ni hivyo, ni hivyo ingia, ni hivyo tumbukiza tena tu mkono kwa ajili ya kufungua kufuli. Basi hapo hapo nikashtukia nimepigwa kisogoni, nikapiga kisogoni nageuka hivi yani kutaruki geuka hivi nikapigwa yani tena, unaona. Sasa sijakaa vizuri nikapigwa tena hapo basi nikaanguka chini. Sasa wakati naanguka chini, nikawa nasikia kitu kitu tena kinapigwa nikapigwa tena hapo. Na kwa hiyo nimepigwa kama mara nne hivi. Lakini wakati huo sijapoteza fahamu, hili nilianza kupiga kelele wanifungulie mwe ndani. Nikawa piga, naomba mnifungulie, naomba nifungulie. Sasa wakati huo funguo imeshadondokea ndani. Kwa hiyo wakanifungulia mlango. Sasa walipo nifungulia mlango hofu yangu mimi hofu hofu ilianza kuja kwangu baada ya kuwaona wale wanaoniangalia. Unaona eh. Sasa ninavyowaona vile wanavyoniona mimi ndio nika nika hofu ndo nikahofu kwamba ni mimi kumbe, wana walianza basi ndio kunishangaa basi, damu mwili mzima na nini imetapaka damu. Asijamaa akachukua akatafuta mtu wa bodaboda hapo hapo, nikatafuta namba ya simu ambayo namba yangu ya simu ambayo iko kichwani ni ya Jose. Nika nikaazima simu alini sina sina simu simu simu simu hapo. hapo. na na na nilikuwa shilingi 45 kama 50 mbili. Kwa hiyo nika nika nikaazima simu ya mtu nika nikampigia nikampigia Jose. Unaona? Sasa hapo tukusikilizana vizuri, hapo vizuri basi kwa jamaa akachukua bodaboda nikaja hospitali. Nikafika hospitali nikapokelewa shona nyuzi hapa, wakati na napokelewa na Jose naye anaingia, nikashona nyuzi, nikashona nikashona huku mbele, nikashona huku, nimeshona nika na kisogoni nimeshona na... Jana nime nime nimefanyiwa kipimo cha CT scan, kwa majibu yake majibu yake anatoka leo. Kwa hiyo ndio hali halisi iliyokuwa katika tukio la a Pengine unahisi ni watu gani hapa? Wewe kama ni mkazi wa eneo hili. Au au ha, ni vibaka kwa sababu maeneo yale unajua kuna vijana sasa hivi wamezaga wamezagazagaa mitaani wamekuwa kama hawana kazi unaona? Utakuta vijana wanakaa kwa mfano kwenye ule mtaani naokaa mimi, kuna sehemu wanaonyesha video sasa, wanakesha wana, wana mpaka saa sita saa saba vijana wanazubazubaa pale unaona? Sa kuna sehemu nyingine kuna, kuna, kuna pub moja hivi napo watu wanakaa kaa pale na sasa wale ni vijana wanaonekana kama wako wapo tu, sasa watu wanashinda wanashinda baa kuanzia asubuhi mpaka jioni. Ni vijana maeneo sio mazuri. Kwa mfano wahalifu wa pale wanatokea mitaa ya Juhudi na Kagera wanafanya uhalifu huko wanakimbilia kule juhudi na Kagera. Lile eneo ni maarufu kwa mambo ya uhalifu, maeneo yale ndio kulikuwa na vitu mwingi sana. Kwa hiyo maeneo yale sio mazuri sana, haswa maeneo ya Kagera na, na juhudi mitaa ile anao kama mimi, so, watu wanofanya uhalifu kule, wanaofanya uhalifu huko wanakimbilia wanakimbilia juhudi Kagera kwa wana. Kwa wana. Kwa wana. Ushauri ni kwamba afa kuanzia kwa, ngazi ya, ya, ya, ya mitaa viongozi wa serikali za mitaa labda wa wanaojiita majumba wa, ya nyumba kumi, nyumba kumi wa, waangalie watu wanaokaa katika maeneo yao kwamba hawa watu ni wajulikane watu wanaokaa maeneo yao, kwa sababu wanaofanya uhalifu inawezekana ni watu wanaoishi humo na sasa mtu anakaa nyumba ile, nyumba ile hafahamiki ni, ni nani na nani. Kwa hiyo wakifahamika, wanaweza wakajulikana kwamba huyu anafanya kazi gani, huyu anafanya kazi gani. Kwa hiyo ni muhimu sasa watu wakafahamika, watu no, wanaokaa katika mitaa, wenyekiti wa serikali za mitaa wajue watu hao wanaokaa katika mitaa yao. mm -hmm. e. <tipi> e. <tipi> e. pale nilivyopigwa nilikuwa na na hela, ni, singefa, kama, ilif, msini, kama no, chukua, hela fukoni 48 hivi ilifikia 8 wamechukua hela wamechukua na simu mbili na smartphone na simu ya kitochi. Mimi naitwa Dr Doto Elias Ndarija, ni daktari katika hospitali ya mkoa wa Mbeya, kitengo cha upasuaji. Usiku uh, wa kuamkia jana tumepokea wagonjwa wawili ambao walikuwa na kesi zinazofanana mmoja amepigwa uh, na uh, vibaka na wapili hivyo hivyo. Mmoja tulipokea mida ya saa saba na nusu usiku mwingine mida ya saa tisa na wote walikuwa na vidonda kichwani na walikuwa wanavuja damu, lakini namshukuru Mungu kwa jitihada za wafanyakazi, walipokelewa katika idara ya huduma ya, ya, ya kwanza pale emergency, nao wakahudumiwa vizuri, wakaletwa ujini. Mpaka sasa tumefanya vipimo na tumefanya kipimo cha kichwa kwa kila mmoja, na mmoja kinaonesha kuna mbonyeo kidogo, lakini wa pili ana shida kwenye ngozi ya kichwa. Lakini wote tunawaruhusu, maendeleo yao ni mazuri, tunawaruhusu na dawa, na tumewaelekeza wakiona dalili zozote zile za hatari, kama tulivyowaambia, warudi hospitali kwa ajili ya matibabu. Pengine labda tumetaka kujua, au watu wamepigwa na nini, kama kwa taarifa ambazo labda mzunguko na wagonjwa na kwa namna ambavyo e, tuliwachunguza wamepigwa na vitu ambavyo venye asili ya, ya ncha, kwa sababu kwenye vitu wamechanika, yaani kuna vidonda ambavyo vimechanika mpaka wanakuja damu kwao, walipigwa na vitu ambavyo vina ncha wakachanika. Daktari, huko kwenye kitengo hiki pengine kuna trendi ya watu wengi kuja kuripoti juu ya matukio haya kwenye eneo lako hili? Kwa sasa matukio haya yameongezeka sana. Watu wagonjwa wengi, wengi tunaowapokea kesi nyingi ni za kuvamiwa, kupigwa na ajali. Ni vitu viwili sana vo vina, vina kesi nyingi za namna hiyo, ni ajali na kuvamiwa.